Ya, sasa tunaendelea kuangalia uh, uh, katika categories uh, ya meli hii, katika njia ya meli sasa, tuta tunafanyaje kufanya, kufanya, kufanya makadirio ya gharama za usafirishaji. Sasa kama ambavyo nimesema hapo awali kwamba kitu ambacho naiconsider kwenye mzigo wako ili kuweza kufanya makadirio ya gharama ya usafirishaji ni CBM, si hivyo? nimesema ni CBM. Kwa tumesema kitu kinachotajika ni CB M, ya mzigo wako ya mzigo wako inahitajika, sawa. Sasa ili uweze kufanya makadirio gharama za, za usafirishaji wewe mwenyewe wewe mwenyewe, yaani sio sio ufanyiwe na ile cargo ya usafirishaji, yaani kwa mfano hio hivi, ya kuna baadhi ya cargo ukihitaji kujua gharama ya usafirishaji unawapigia simu unawaambia sawa, unawaambia unawapigia simu, bana bana, nahitaji kusafirisha, nahitaji viatu uh, kusafirisha viatu, watakwambia sasa viatu ni shingapi? Watakwambia tufanyia makadirio, lakini lazima wajue CBM ni kiasi gani ya ule mzigo ambao unahitaji kusafirisha, ili wakwambie sasa, sawa? Sasa ili uweze kujua wewe, kuna kitu kinaitwa meja listi. Sawa, na kitu kinaitwa major price list. Hii major price list hii ni listi ya bidhaa zote, bidhaa zote ambazo zinasafirishwa na hiyo kampuni bidhaa zote zinazosafirishwa na hiyo kampuni, bidhaa pamoja na gharama zake. Kwa hiyo hii media price list itakusaidia wewe kuweza kufanya calculation, kuweza kufanya calculation ya makadirio ya gharama za usafirishaji wewe mwenyewe bila kuikonsida ile cargo. Kwa kila cargo ina media price list yake. Mfano, kago ambayo pia hutumia sana huwa ni Salient Oceans. Kwa major price list ya Salient Oceans huwa wanatoa ile major price list hususan katika importation ya taifa la Chinese. Situko pamoja hapo. Sasa hivi ukishakuwa na hivi vitu ndio vitakusaidia wewe kuweza kupata gharama ya usafirishaji ya mzigo wako wewe sasa ipo hivi, ukisha open ukisha open ile major price list inakwambia nini? Kwa mfano ukime, ukisha open ile major price list huwa kuna kwa kuna category hizi nne kwenye ile major price list, kwa katika mfumo wa PDF ukipewa au eh, Excel ya hii, kwa katika mfumo wa Excel ukipewa, utaona kuna sehemu ya ya kuna sehemu ya bidhaa makundi yake, sawa, kwenye lugha ya Kichina ya Chinese. Ngoja ni nichole kidogo, nichole kidogo ile major price list ilivyo ndashia na nye. Ile ni Excel hapa ni, inakuwa ni categories hapa, ni description hapa, ni Chinese, hapa ni price Tusikonside kwenye categories, tukonside kwenye description. Hapa sema description, hapa sema ni a b c d excel 1, ndo inakuwa hivi. Hii sema description hapa, hii sema description inakuwa imetoa orodha ya bidhaa. Mfano bidhaa gani hiyo? Uh, tuite tuseme ni clothes. Clothes hapa maneno ya kichina baada ya hapo unaambiwa gharama ya kusafirisha hizo nguo, unaambiwa ni dola. Sawa, kwenye nguo, nguo ni dola ngapi? nguo ni dola mia nne pa amekuandikia pa amaika mkwaju pa CBM alafu akaja akaandika shoes, gharama ya viatu hapa, maneno ya kichina anakanika ni dola ngapi? hapo ni dola mia tatu hamsini pa pa CBM oso, kumbe gharama kwa hiyo. Na kuna baadhi ya material, kuna baadhi mingine ambayo nasafirishwa hapo. Angalia tu kuchi toltu, mfano hivi vichache sana. Sasa ipo hivi, nielewe kwa kina vizuri. Ipo hivi sasa, hapa pako hivi sasa nguo zinasafirishwa kwa nguo zinasafirishwa kwa thamani ya dola dola mia nne ila ni kwa CBM moja. Kwa kama mzigo wako uki, kama mzigo wako una capacity ya CBM moja mzigo wa nini? Mzigo wa nguo CBM yake sole, gharama yake itakuwa ni dola 400 kwa CBM moja. Kama mzigo wako wa viatu utakuwa una CBM moja gharama yake, utasafirishiwa kwa gharama ya dola mia ngapi? mia nne hamsini, sorry, mia tatu hamsini. Yaani siyo amini, yaani sio mia hamsini. Sasa swali swali linakuja kwamba hiyo CBM moja ina ukubwa kiasi gani? CBM moja ina ukubwa kiasi gani? Unaweza kujiuliza hilo swali. Si CBM moja ina ukubwa kiasi gani? Kwa sababu mtu kimwambia kwamba nguo wanasafirishwa kwa dola 400 pa CBM unamchanganya sana. Na wajasiriamali wadogo wadogo wengi huwa hawafikishi hawafikishi CBM moja. Maana dola 400 ukikonvert ndio shilingi ni hela kubwa sana. Sasa twende nikakuelekeze nini maana ya CBM, In deep. Nini maana ya CBM? Au, au ule ukubwa, maana CBM maana yake ni ujazi, ule ukubwa, ile picha kubwa ya CBM, ili mtu anapokuambia kwamba amesafirisha mzigo wa CBM moja, mzigo wa nini, labda let's say amechukua ni balo, kwa sababu balo tu moja la nguo alifiki CBM moja. Okay? Aa, ili uweze kuelewa vizuri ule ukubwa wa CBM moja, m cheki video inaofuata.